Moto sio ya kawaida. Kwa hiyo unaweza ukamsimulia mwenzako ukasema, hivi namwomba Mungu mwaka huu nikivuna mpunga nataka nifanye moja mbili tatu, au nataka nifuge nguruwe. Wanaofuga nguruwe ni wengi, lakini walipokusikia wewe uliposema hiki kitu ndani yake kikawaka kama moto, pa, huu ufugaji wa nguruwe sio wa kawaida inawezekana yeye sio mbaya, tunaenda sawasawa sawa, lakini hizi roho za hujuma zina access, zina uwezo wa kupitia kwake, yani wanataka kujua wewe habari zako. Wanakuja kwa huyu, wanamchungulia kwanza huyu, wanamwangalia okili okay, tujue huyu ana nini tu, tuone kwanza huyu ameona nini, alafu wanaona wewe huku ndani kuna kitu umekipokea kinachohusu kufuga nguruwe. Asa, hebu fuatilia, fuatilia, wanakuja kugundua kwamba I say ni kweli huyu amewaigi kufuga nguruwe, amepataga hasara, ila safari hii tunaona kabisa nyota yake kwenye nguruwe inang'aa. Akianza kufuga nguruwe huyu ndo anatoka. Wanasema, sasa tufanyeje? Wanakaa kikao, tufanyeje? kwa sababu huyu mtu tunajua ni hatari tunajua ni mtumishi wa Mungu, anataka kutumika, anataka kutunza watumishi, anataka kutoa sadaka ili masemina yafanyike, kama yule ndugu aliyetoa sadaka. Mchungaji alikuwa anatupa sadaka, aliyetoa sadaka kwa ajili ya semina. Huyu anataka kufanya hivyo, mwingine kulea yatima, mwingine kulea wajane, mwingine kuwezesha kazi ya Mungu kwa namna mbalimbali, mwingine kujenga. Unaona, huyu akishafanikiwa kufuga huyo nguruwe mmoja, ni hatari. Sasa tufanyeje? hakikisha kwamba uo mpunga au mpeleke anakotaka kwenda anakotakiwa kwenda, hakikisheni hivyo. Ghafla mwaka huo linatokea jambo tu, uwezi kuvuna vile ulivyokuwa, lakini ukivuna unasema se hawakumalizi, ili usishtuke, ili usiende mbele za Mungu kwamba haiwezekani, katika jina sui, siyo hali yangu, haya siyo maisha yangu, ili usishtuke. Haleluya! ulitarajia kuvuna gunia hamsini, unavuna gunia kumi na tano. Ukimwambia mwenzako, nilikuwa na malengo, nimevuna kumi na tano, anasema mmm, afadhali wewe, mimi mwenzako nimevuna tatu, tatu, tatu. Na wewe unasema wa, wow, asante Yesu, nafu mimi bwana. Hizi roho ndivyo zinavyotaka, hazitaki uzibuguzi, yaani zinataka zifanye uharibifu kwenye maisha yako, usizibuguzi kwa sababu wakiku